Tunapoishi kwenye familia zetu, usifikiri kuna kipindi utaiweza familia yako kwa akili yako, elimu yako, pesa yako, maarifa yako, haviwezi kitu. Kama Mungu hayuko ndani haviwezi kitu. Ndio maana unakuta kuna watu wanaongea Kiingereza kingi, lakini ndoa zimewashinda. Wanaongea Kifaransa kingi, lakini ndoa zinawasumbua. Wana pesa nyingi, lakini hawalali nyumbani kwao, maisha ni ya tabu. Yaani ile mijengo mikubwa, nyie mnaitamani tu, kwamba ana nyumba kubwa, lakini yeye ametoroka kwenye lile jumba ameenda kulala kwa kasichana kana nyumba murango ameweka gunia. Uh, kitanda chenyewe kinapiga kelele usiku kucha, lakini anaona bora lale na haka kuna amani kuliko yule mwanamke anayelala naye kwenye magorofa. Biblia inasema heri kulala kwenye kona ya nyumba kule juu kuliko kulala kwenye kitanda kizuri na mwanamke mgomvi. Unanisikia? Yaani, vyote uwe navyo, lakini kama Mungu hayuko hapo katikati, kila ulicho nacho kinageuka mateso. Ukishika pesa bila Mungu zinageuka gereza. Ukiwa na cheo kikubwa bila Mungu kinageuka utumwa. Ndio maana unakuta kuna watu wana mavyao wa makubwa kwenye maofisi lakini hawana amani. Anashinda Rugumbashi, anashinda sijui wapi kutafuta waganga. Ametafuta warugumbashi ameona hawatoshi, anaenda mganga wa kishansa, anaenda sijui wapi. Ni vile ni vile tu anavaa nguo, mungeona hirizi zilivyopangana, hirizi zilivyopangana mule Unajiuliza hizo power bank za kitu gani? Yaani anajitahidi, yani vyote vimsaidie, ndio <laughs> power bank anayo nyingine kwenye kwapa, nyingine hapa, nyingine wapi sote. Maana yake umeme ukikatika atumie huu. na amani hivi mna habari, kuna matajiri wengi wanalala kwenye mapipa ya maji. Hivi muna habari, kuna matajiri wamepewa adhabu, asilalie godoro, alalie ngozi ya simba. Hivi muna habari, kuna watu wanateseka mno, hawana amani, wana fedha lakini fedha bila Mungu katikati yake ni utumwa. Maana mama mmoja aliniambia, baba, naomba niombee nikasema, nikuombee jambo gani? Akasema, muombee mume wangu afirisike virizike. Nikamwambia, mama, wenzi wowote wanakuja kwamba ni waombee wabarikiwe. Akasema, barikiwe kwenda wapi? yule kichwa chake ni kibofu. Akasema wakati hatuna chochote tulikuwa tunaelewana sana, tulikuwa tunaishi vizuri, yani mpaka mnabakiziana eh, ile mchuzi wa wasombe ambayo haina kitu, mnakula wote viazi, mpaka unamwambia chukua wewe kubwa, nasema chukua wewe, chukua. Upendo huko huko, sawa. Tulikuwa tuna, tunaishi vizuri. Anasema tangu alipofanikiwa tangu alipopata nyumbani pamekuwa pa moto, hawezi kutulia. Yani ukiona ametulia, hera zimeisha. Hela zikipatikana huyo Anasema mpaka ananiona mimi kama kinyago fulani hivi, mpaka haki zangu zingine sizipati. Ananiambia siku hizi eti nanuka, siku hizi eti hati sina mvuto, siku hizi eti eti nini. Ametafuta eti kuna watu, anasema hawa ndio taipu yangu. Hebu niambie, kama siorana, ni kitu gani? Yaani mtu ulianza naye maisha, baada ya kufanikiwa unamuona takataka taka. Mali bila Yesu, bila Mungu ndani, utakuwa mtumwa. Ndio maana tunasema jambo la kwanza ambalo ni muhimu sana kwenye maisha yako kwenye familia, Mungu katika maisha, wokovu kwenye maisha yako. Ndio maana juzi niliongea maneno magumu kidogo kwa wale ambao walikuwepo. Nilisema kuishi na mtu ambaye hapendi kanisa, hapendi maombi hataki kwenda kanisani, anaishi tu hapo nyumbani, samahani, nilisema ni kuishi na nyoka ambaye hujui atakung'ata lini, kwa sababu nyoka hajawahi kuwa rafiki wa mtu. Kuishi na mtu ambaye hataki kanisa, hataki maombi, huyo ni mtu hatari, kwa sababu hujui anakuwazia nini, hujui Inawezekana we unakaa unafikiri muko salama, kumbe mwenzio anawaza kukutoa kafara. Unafikiri mko salama, kumbe mwenzio anawaza utajiri na waganga walishamwambia toa umpendae, naye anasema nimpendae ni mpendai, ni mke wangu. Nimpendae ni mpendai, ni mume wangu. Nimpendae ni mtoto ni wangu wa kwanza, nimpendae ni mtoto wa mwisho. Ndio maana nawaambia nyie watoto ambao baba zenu wanakuja kanisani Mshukuru Mungu sana, waombee wasirudi nyuma, kwa sababu munaweza kugeuzwa mtaji wa familia. Wewe unasema tu babababa, ee baba. Kama baba yako haendi kanisa haombi hamchi Mungu, yupo tu nyumbani, yeye nakuangalia mipira na movie siku za Jumapili, haendi kanisani nikusubiri mipira ya usiku, nikusubiri, sio kitu gani? Ukimwambia ibada, anasema hivyo vya nini? Unaishi na mtu danger danger, kwa sababu hujui anawaza nini kuhusu wewe. Ndio maana niliwaambia, ni vile tu hatuna uwezo wa kufanya, lakini tungekuwa na uwezo, wana ukoo wote wasiokwenda kanisani ilikuwa tuwakusanye tuwaulize maswali, munatuwazia nini sisi, ambao kwa sababu kama uendi kanisa, unatuwazia nini? Na wewe, tunajua unatamani kuwa tajiri, unatamani kuwa na biashara nzuri, unatamani na Mungu mwenye kubariki, huna mahusiano naye, utatumia njia nyingine ipi mbadala? Ndio maana nawaambia wewe, ambao unaomba omba sana kwa sababu adui yako sio tu shetani. Kuna nyuma mmoja alienda kwa mganga, mganga akamwambia ili tunanii, uh, tupe mtu mmoja kwenye familia yenu. Akasema sawa, akasema hivi, nitoe nani? Akasema nitoe huyo huyo anayesema bwana asifiwe, bwana asifiwe, huyo huyo ndo aende. Akataja jina Muganga naita jina lake haichi, anavuta ile nafsi yake haivutiki, anajitahidi akasema, we, mbona huyo najaribu kuvuta havutiki? wasije wakawa ndio wale wa Bwana sifiwe. akasema eh, ee, ndio yeye. Akasema, ai, hao hawarogeki, hao hawachukuliki nafsi zao, hao nguvu ya Mungu iko pamoja nao. Akasema, kwa hiyo nifanyeje sasa Akamwambia, hakuna mwingine ambaye sio Bwana sifiwe? Akasema wapo. Akasema nitajie huyo. Muulize jirani yako wewe, ndio yule Bwana sifiwe au ndio yule ambaye sio, anasemaje? Kwa sababu kama sio Bwana sifiwe aliokoka kweli, kuna second selection, kuna uchaguzi wa pili kwa sababu yule wa kwanza wamemshindwa, inawezekana uchaguzi wa pili ukaangukiwa wewe, ambaye sio Bwana Sifiwe, hujaokoka. Ibada unakuja mara moja kwa mwaka, sijui mara ngapi unakuja kwa matukio pakusikie mgeni yupo, usikie kuna mambo yapo. Mambo ya kiroho yamekufa. Siku hizi hata kulala unalala bila maombi, unaamka bila maombi, unakula chakula bila maombi. Wanakushinda na mbwa, wanatikisa mkia, wewe unakula tu bila maombi, unaamka hivi, alafu huna Mungu hivi. Usalama wako uko wapi? Sasa umezungukwa na watu ambao hofu ya Mungu haipo, wanaweza kukupeleka wakati wote, wakutoe kafara Tunakuambia njoo kwenye maombi, unasema sina nafasi. Tunakuambia njoo kwenye nia, mimi sina nafasi. Tuye kuabudu. Aa, mimi hiyo vivyo subiri. Sasa uchaguzi wa pili. Amen. Kwa hiyo jambo la kwanza katika mambo matatu, ruhusu Mungu kwenye maisha yako. Amen, ruhusu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa lugha nyingine uokoke, kwa lugha nyingine uzaliwe mara ya pili lugha nyingine uwe mwana wa Mungu. Unajua kuna tofauti ya kuokoka na kuwa memba wa dhehebu. Haijalishi kanisa lako mnaliita kwa majina gani, lakini kama Yesu hayuko ndani yako, wewe sio mfuasi wa Kristo, ni mfuasi wa mchungaji wako. Ndio maana Yesu alishasema wazi, akasema kuna watu watakuja, lakini nitawaambia ondokeni kwangu. Barikiwa, ondokeni kwangu, siwajui Unasema pastor unijui. Kumbuka wale waliokuwa naimba kwenye kanisa letu, kumbuka. Ina maana ulikuwa hata uangalii YouTube yetu. Ulikuwa hata uangalii mitandao yetu. Yes. Eh? Hebu fungua akaunti yetu ya YouTube. Angalia kama ujaona sura yangu. Yesu atakwambia ulikuwa <laughs> kwenye YouTube ya kanisa lenu. Lakini kanisa langu mimi ambalo halina mipaka. Unajua kanisa la Kristo halina mipaka, ili la kwetu lina mipaka yake. Erushadai wana mipaka yao. Mchungaji wa Erushadai hawezi kwenda kulisha meza ya Bwana kwenye kanisa lingine. Kule akifika ni mgeni, anasalimia kama waliosalimia hapo. Lakini kanisa la Kristo halina mipaka. Amen, unanisikia? Kwa hiyo jambo la kwanza, ili familia yako ikae sawa. Na niwaambie Wakristo, msitusumbue. Kama familia yako inakusumbua, inakusumbua kwa sababu umemsukumia Mungu nje. Mungu ndiye mshauri mkuu. Uk -uk kwenye Christmas tulikuwa na ile mistari, amezaliwa, tumepewa mtoto eh, wa kiume, jina lake taitwa eh, sijui, mshauri wa ajabu, sijui nani. Huyo mshauri wa ajabu akikosekana kwenye hiyo familia hata tukikesha na wewe kutoka asubuhi mpaka wapi, usifikiri ndoa wa yako itakaa sawa, usifikiri familia yako itakaa sawa, bado mtalimana mutaumizana muta..., kwa sababu yule mtuliza bahari hayupo. Usifikiri Yesu alipotuliza mawimbi ndo hayakuja tena, walipovuka ng'ambo yaliendelea. Eni kama hayupo mtuliza bahari unafikiri nani atatu, atatuliza mawimbi kwenye familia yetu? Kwa taarifa yako, kuna watu wanasema mchungaji, mimi nashindwa kuishi na huyu, mimi nashindwa kuishi na mume wangu, mimi nashindwa kuishi na mke wangu kwa sababu ameshindikana. Ngoja nikwambie, kilichoshindikana ni ni kichwa kichwa chako chako, sio yeye, ni kichwa chako kimeshindikana. Ngoja nikupe swali na ufahamu, wangapi mmewahi kutembelea mahali wanakofuga simba, nyoka, nini? umewahi kuona, unakuta kabisa simba wamemtreat, wamemfuga simba mpaka nasahau kwamba hata hao wafugaji na wenyewe ni chakula. Anaishi nao bila shida, amen. Anakaa nao bila tatizo lolote, anakaa nao bila shida. Sasa kama watu wanafuga simba, wanafuga nyoka, mpaka wengine wanacheza nao kwenye ngoma za utamaduni nyoka yuko shingoni. Kama watu wanafuga simba wanafuga chui wanafuga nini, we unashindaje kumfuga mume wako? Anakushindaje? Amen, anakushindaje mume wako, wakati kuna watu wamefuga simba? Kuna mahali unaferi kumtreat, kuna mahali unaferi kumweka sawa. Ndio maana tunasema jambo la kwanza kwenye maisha yako, Mungu atawale, ndoa yenu atawale, maisha yenu, mtakaa salama, familia yenu itakuwa salama. Ndio maana hakuna kitu wazazi wa, wa kinatusumbua kama kuwa na mitoto milevi mivuta bangi, mi... Inatupa tabu, unatamani kwamba Mungu, ningejua nazaa huyu. Ningetumia family planning. Ningetumia uzazi wa mpango Ningejua nazaa mlevi cha pombe. Maana wakati wote anawateza, maana amebeba redio ameuza, maana amebeba hiki ameuza, maana unatamani mpaka mkatae kwamba sio mtoto wangu. Alafu bahati mbaya mitoto yote misumbufu inakuwa copyright na baba, yote inafanana na baba ili usitumie nafasi ya kuikataa. Lakini turudi, Biblia inasema mimi na nyumba yangu. Maana yake mpaka watoto wetu wameharibika, wakati mwingine na sisi wazazi tunachangia. Hebu niambie, baba wanakuuliza unaenda ibada, unasema siendi Mtoto naye para anaitikia, anasema hata mi nabaki na baba. Alafu litoto hili linakuja na kuwa na tabia mbaya, alishangaa. Ndio maana jambo la pili katika yale ambayo mambo ni ya muhimu sana ukisoma Waibrania kumi msali ule wa ishirini na tano Waibrania kumi msali wa ishirini na ngapi? Anasema tusiache kukusanyika ama ilivyo desturi ya watu wengine. Kwa nini nasema tusiache kutanika? Maana yake tusiache ibada. Lakini kuna watu wavivu wa ibada, hawataki kwenda kanisa, hawataki, alafu nategemea familia yako iwe na amani, watoto wako watulie, watoto wako wawe na adabu, watoto wako wawe na heshima. Wataitoa wapi? Unajua, unapowaleta watoto kanisani wanakutana na injili kama hizi za kina Mgogo zinawanyoosha, unarudi nyumbani wamenyoka. Unajua, kuna watoto wewe huwezi kuongea nao, washakuzoea huwezi kuongea nao, huwezi kuwakemea. Ukiniletea uwezi... mimi na watwanga nyundo wanakaa sawa, wanarudi nyumbani wako sawa wanarudi nyumbani wanasema, hey, kumbe kama hatuendi kanisa ni nyoka kwenye familia. Kumbe kama hatuabudu ni nyoka kwenye familia. Kumbe kama nini ni watu hatari kwenye familia. Wewe huwezi kuambia watoto wako nyie ni nyoka, mimi <mimu> <mimu> ndio nitakusemea kwa niaba kwamba mitoto isiyokwenda kanisa umefuga nyoka ndani ya familia na hiyo mitoto itakusumbua. Ndio maana siku hizi wazazi wanatembea na funguo, akiingia chumbani, akichukua cha kuchukua, akirudi, kwa sababu yuko na nyoka. Au wakati wote anaweza kaingia akasaachi, anaweza kaingia akachukua vitu, yani unakuta, yani ni funguo mkononi, funguo mkononi. Unajiuliza, baba, funguo ya nini na uko nyumbani? Nauko haina shida. haina shida mama naomba funguo. Baba, funguo nini? nataka kuingia Usiache hapana. Hivi unategemea hiyo familia wako na furaha hapo kweli? Ndio maana duniani kila mtu analia na matatizo yake. Asiye na watoto analia, Mungu ampe watoto; aliye na watoto anamuuliza Mungu, kama ulijua watoto ndiyo hawa, kwani usingefunga tumbo langu kuliko kunipa mateso haya? Hii ndo dunia. Unajua, wengine bado hamjapata wa watoto wasumbufu, wengine bado mko na tutoto tudogo, tuko darasa la ngapi? Unasema we watoto, watoto baraka, watoto watoto. Hmm, subiri hiyo mitoto baraka ikue, imalize shule ya msingi, imalize sekondari, alafu iferi iwepo nyumbani, ndio utakapobadilisha neno baraka, litakuja baraa Nikiona vijana namna hii nasikia furaha moyoni, nasikia vijana, shikeni Yesu, shikeni Yesu ili wazazi wenu, wazazi wenu wasije wakafa. Wasije wakafa kwa pressure. Shikeni Yesu vijana, msimwache msiache kanisa, yani kanisa ndio protect, yani ndio urinzi wenu.